boda wavuvi wanafunzi wa vyuo vikuu, unaona kwamba waliridhika kwa, kwa kiasi kikubwa sana la ile hotuba na kwa kweli waliipongeza kutokana na ule ushujaa na maneno ya yaliyokuwemo. Lakini la pili, la tatu ndani ya hotuba hile, kuna ujumbe makhususi juu ya umuhimu wa malezi ya wazazi kwa watoto wao kwamba hakuwezekani kukapatikana